Habari, napenda kukukaribisha katika kipindi chetu ambacho tunakiita discover your purpose or destiny. E, wakati wa kutambua e, kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, lakini pia kufikiria ama kutambua hatima yako, na nataka ni, ni, niseme kwamba kipindi chetu hiki cha kwanza kabisa tutakwenda kuzungumzia masuala ya uongozi au kwa Kiingereza wanaita leadership uh,

E, swala la uongozi ama swala la leadership ni kitu ambacho nimtambuka katika jamii yetu, lakini ninaweza nikasema kwamba ni kitu ambacho ni bidhaa adimu sana. e, kwa nini nasema ni bidhaa adimu? Ni kwa sababu vitu vingi sana katika maisha vinakwenda kwa e, mujibu wa uongozi. Mafanikio mengi yanakwenda kwa mujibu wa uongozi. A, watu wengi wanafanikiwa kwa sababu pia nyuma yao huwa kunakuwa na viongozi wa ama wao wenyewe wanafanikisha mambo mengi kwa sababu ya uwezo wao katika uongozi. Kuna mambo mengi ambayo yamejificha katika swala hilo. Kuna watu huwa wanajiuliza maswali mengine ya kwamba je, viongozi wanazaliwa ama viongozi wanaandaliwa? A, katika hayo yote kadiri tutakavyoendelea na vipindi vyetu tutaendelea kujifunza, lakini tunataka e, niseme kwamba swala la uongozi e, wedha ameandaliwa au amezaliwa e, uongozi e, tafasiri yake linatokana na neno uongoza kuongoza eh. Kwa hiyo tunaposema uongozi tunamaanisha watu kwamba ni mtu katika watu ambaye anawaongoza wenzake, na huyo anaitwa kiongozi. Kwa hiyo uongozi ni ule mchakato wote wa kuhakikisha kwamba eh, watu wanaongozwa kutoka katika hatua moja kwenda hatua nyingine, ama katika taasisi kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, ama eh, kufanikisha jambo fulani, kwa tunasema kiongozi anawaongoza wenzake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafanikisha jambo fulani. Linaweza likawa e, ni swala la kijamii, linaweza likawa ni swala la kitaasisi e, linaweza likawa ni swala la kibiashara na, na mambo kama hayo, au swala la kiroho. Kuna viongozi wa kiroho. Kwa hiyo katika nyanja zetu e, za kimaisha e, hawa viongozi wanapatikana katika maeneo tofauti tofauti. Kuna viongozi wa vikundi, kuna viongozi wa kijamii, kuna viongozi katika familia kuna viongozi katika taasisi mbalimbali za kiroho na za kijamii, kuna viongozi katika makampuni, kuna viongozi katika siasa, kuna viongozi katika taifa a, kuna viongozi katika maeneo mbalimbali. Kila eneo kimsingi la kimaisha linahitaji kuwa na kiongozi au linahitaji kuwa na uongozi. Kwa hiyo, uongozi maana yake ni ule mchakato wote ule ambao unaweza kufanikisha watu wakaongozwa kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini kiongozi ni yule sasa ambaye anafanikisha huo mchakato wa kuwaongoza watu kutoka hatua wa moja kwenda hatua nyingine ama kufanikisha jambo fulani e, katika jamii. Nataka nikuhakikishia kwamba e, mahali ulipo, kitu unachokifanya, kuna viongozi. Viongozi wazuri wametokana na kuongozwa na watu wazuri, kama nilivyosema mwanzo, na hakuna kiongozi ambaye anaweza akawa ni kiongozi mzuri sana kama hajawahi kuongozwa, kwa sababu ni lazima unaongozwa na, na baadaye wewe pia e, unakuwa kiongozi. Mzuri. Tafakari sana naangalia kwa karibu, ni nani aliye kiongozi ambaye anafata nyuma yako katika yale yote ambayo e, wewe unayafanya, atakuwa na, na, atakuwa na mchango mkubwa sana katika maisha yako. Ndio maana e, ni muhimu sana ku, kuangalia e, ni nani ambaye anakuongoza, nani anayekushauri, nani anayekusaidia katika maswala mbalimbali mbali ya kimaisha e, katika masuala mbalimbali e, na vitu vingine utawahi uh, kuwa umesikia msemo no, unaosema kwamba eh, like a father eh, uh, like a son o like a mother like a daughter. Tafasiri yake kwamba kama alivyo baba ndivyo alivyo mtoto wake, au kama alivyo mama ndivyo alivyo binti yake. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba binti ni mfuasi wa mama au ni follower wa mama, na mama ni kiongozi na au e, kijana wa kiume e, ni mfuasi wa babake, kwa maana ya kwamba babake ni kiongozi wa mtoto wake. Kwa hiyo athari yake ni kwamba yule kile atakachokuwa anajifunza yule mtoto ni kutoka kwa mzazi wake, anachokiona anakitenda, anakiishi, anakiamini na vitu kama hivyo. Kwao ndivyo ilivyokuwa, na viongozi kwamba e, katika taasisi zetu, katika mazingira mbalimbali, ukuaji wa watu kufikia e, hatima fulani inategemeana na aina ya viongozi ambao wanawaongoza hao wa watu. Taifa linakwenda vizuri zaidi panapokuwa na viongozi wazuri, e, waadilifu ambao wanawaongoza watu katika taifa hilo kusimamia rasilimali na kuhakikisha kwamba e, maendeleo ya taifa hilo yanafikiwa. Hali kadhalika katika taasisi zetu na hata katika familia zetu. Kwa hiyo, katika ama katika taasisi zetu za kiroho. Haya yote haya E, hakuna taasisi isiyoongozwa na watu of course. Huwa kuna swala la michakato, swala la taratibu, swala la mifumo, lakini hivi vyote visipokuwa na kiongozi ama viongozi ambao wanahakikisha kwamba mifumo, e, michakato, e, taratibu zinasimamiwa na kuongozwa kwa utaratibu, hatuwezi kupata maendeleo yanayo yanayostahili. Kwa hivi a, niseme tu e, kile unachokifikiria kukipata au kile unachokiona katika maisha yako e, kimewezeshwa kufanyika na viongozi ambao waliweza kufanya kikawa hivyo kilivyo, ama katika ubora, ama sio katika ubora. Hayo yote yanategemea hivi. Kwa hivi katika hivi vipindi ambavyo vinaendelea, nataka e, nikwambie kwamba e, tunaenda kukua pamoja, tunaenda kufurahi pamoja na tunaenda kuendelea kwa pamoja, kwa sababu tutahakikisha kwamba unapata vipindi ambavyo vinaku jenga aidha kama ni kiongozi ambaye unajiandaa kuwa kiongozi, ama ni kiongozi ambaye ni seasonal leader, kiongozi ambaye sasa hupo unaongoza. Eh, watu hawa wote tutawanufaisha sana kwa vipindi ambavyo tunaenda kuviandaa. Kwa, kwa hivi ni kukaribisha sana na karibu, tuendelee kujifunza pamoja, asante.